Karibu katika Ibada Takatifu. Somo la leo linaguza sana vile mungu wetu anataka tuishi na, nitasoma toka kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema hivi, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao kwa kuwapatia mema. Neno hili ni zito, ni la kweli, na ni kwa ajili yako leo. Labda unasikiliza sasa hivi ukiwa umevunjika moyo, mambo hayakwenda kama ulivyopanga. Ulijaribu kufanya lililo sahihi, lakini bado ukapata maumivu. Leo nataka ujue hata hili Mungu analitumia, hata hili lina maana. Hakuna chochote kinachopotea mikononi mwa Mungu, katika jina la Yesu. Kuna wakati unaona kama maisha yako yamechanganyikiwa, kila kitu kiko hovyo lakini Mungu haishi katika machafuko. Anafanya kazi kimya kimya, hatua kwa hatua, akigeuza yaliyokuumiza kuwa baraka. Hata kama huoni sasa, kuna jambo jema linakuja katika jina la Yesu. Labda unapitia changamoto za fedha, umeomba, umejitahidi, lakini bado unakosa. Lakini Mungu wako bado ni mtoa riziki, anajua mahitaji yako kabla hujaomba, na kwa wakati wake atakufungua katika jina la Yesu. Labda ni afya, mwili umechoka, maumivu yamekuwa rafiki wako wa kila siku, lakini Mungu bado ni mponyaji. Nguvu zake hazijapungua, anaweza kubadilisha hali yako ghafla katika jina la Yesu. Labda ni mahusiano, umeumizwa vibaya, umeamini ukasalitiwa, lakini Mungu anaona machozi yako, na anafanya kazi ya kuponya moyo wako. Atakurudishia amani, atakurudishia tabasamu, katika jina la Yesu. Leo nataka uanze kuona kwa macho ya imani. Kile unachokiona kama hasara, Mungu anakiona kama maandalizi. Kile unachokiona kama kuchelewa, Mungu anakiona kama ulinzi. Anafanya kazi katika mambo yote. Katika jina la Yesu, usikate tamaa sasa. Usiachie hapa. Uko karibu sana na ushuhuda wako, uko karibu sana na mabadiliko. Endelea kuamini, endelea kusimama. Mungu bado yuko kazini, katika jina la Yesu. Tuombe pamoja sasa. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu tunakuja na mioyo iliyochoka lakini bado tunakuamini. Tunakuja na maswali mengi lakini tunajua wewe ni mwema, katika jina la Yesu. E Bwana, gusa kila moyo unaosikiliza sasa hivi. Pale palipo na huzuni leta furaha, pale palipo na hofu leta amani, pale palipo na kukata tamaa leta tumaini jipya, katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya kazi na fedha. Fungua milango iliyofungwa. Leta fursa mpya. Bariki kazi za mikono yao. Waondoe katika shinikizo la kukosa. Katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya afya. Gusa miili yao sasa hivi. Ondoa maumivu. Ondoa magonjwa. Rudisha nguvu. Rudisha afya. Katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya familia na mahusiano. Rekebisha yaliyovunjika. Leta upendo upya. Leta msamaha. Leta amani majumbani. Katika jina la Yesu. e Mungu, wafanye waondoke hapa wakiwa na tumaini jipya, wakiwa na imani mpya, wakiwa wakijua ya kuwa mambo yote yanafanya kazi pamoja kwa mema yao. Katika jina la Yesu. Kama somo hili limekugusa, usikate tamaa. Mungu yuko pamoja nawe ushindi wako uko karibu. Tuma maombi yako ili tuombe pamoja nawe na usisahau subscribe.